Tumefanya katika mafanikio hayo, ndio tulialikwa na Chemba ya Ufaransa. Tumealikwa, wamekuja hapa Chemba yasara, Mheshimiwa waziri na private jet, rais wa chemba na thelathini na mbili na balozi wetu akiongoza, na tumefanya logistics za kuwapokea sisi pamoja kusani matajiri wale, haukolisha gari, tumekolisha magari sisi, chemba tumeenda kuwafuata kwenye airport tumewabeba mpaka hotelini. Tumewachukua sisi tumepeleka kwa waziri mkuu, tumerudi nao, tumefanya ukumbi tuna mkutano wao sisi na balazaa iko pale, eh. Lakini sisi tumefanya kila kitutwakas Tanzania, na cha kushangaza juzi ile Sabasaba inaanza tunaambia kuna Sabasaba kesho yake akataatiketwa haja Sabasaba wakaleta sabasaba pale, wakazunguka wakaona, na kisha sasa hivi wamesema kwamba wanataka ardhi waje kufanya kilimo na kazini mshauri yana kujua na kusema hapo Tunisia wanataka hekta laki moja na wanalima Sudani, ambao sasa hivi kuna vita hakuna kilimo, kuna vita vya miaka miwili. Kwa hiyo wanataka kufuu kwa Tanzania, wako very serious. Hiyo ni mafanikio ambayo tunapata makubwa sana kwa ajili yetu hii nyingine ni ile ya Chemba ya Dubai. Kama hiyo hii amekuja naisikwa Chemba Dubai, hao wenzetu ni kisema laz Chemba ya Dubai sio kama kama mnavoleona mimi hapa kwa sababu apokoana kuja wakaza kwa kwamotoko yake kwamba huyu anaitwa his kwa hivyo yaani, utamtamka hivyo wewe na hotuba zote unaandika hivyo, hata wasadala wake lesemu. Hawa wenzetu ni wazito kweli, sio sio watu wa. Kwa nini alikuja hapa rais wa Zimbabwe? baba yake hoteli hii hapa, ndio tano tumfanya live kama kuuliza pale, kwa hizo habari wa kila mahala, kwa ndio alikuwa kila mahala, tunakana tunafanya mtaro mzuri sana na wao na ametukaribisha wamesema wao wana soko la matunda na mboga mboga ingawa awalibi lakini kama wamesema asilimia zaidi ya 60 ya trade ya ambayo yote ya Dubai tulialikwa na tunajipanga tumepeleka wenzetu Dubai lakini wamekuja

mwezi mwopita na sisi tumewapokea hiyo heshima kubwa sana. Tumewakalisha kila kitu, tumewapokea kuanzia airport, kwa kupeleka hotelini, kwa kupeleka kila mahala, kwa kupeleka kwenye wafanyabiashara wanao chinja nyama wanachinja ng'ombe na kila mahala, kwa gharama sisi zetu wenyewe mpaka waondoka, kama sio ndio kufanyia. Kwa hiyo kujua, chemba yetu sasa inaimarika, inatambulika na inaheshimika, na mheshimiwa eh, waziri alitusaidia e, sana kufikia na mnakumbuka tena miezi tatu iliyopita tulienda kusaini MOU na jumuiko wa chemba za sasa zote, tukisema chemba numbani hasa ne jumuiko ya ya zenji zote kusaini pa ikuluda mheshimiwa rais na alefasiliteti mheshimiwa waziri. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa sababu zikukija mbazi aziz wakati balozi Italy. Mpaka sasa hivi zimeleta matunda makubwa sana sana kwenye chemba hii na mikutano mingi sasa hivi, kwa kweli hata anaenda kwa mheshimiwa waziri, anaandika specific letter kwamba nataka niambatane na rais wa Chemba Vicent Bruno Minja. Kwa hiyo sasa hivi sasa kuonekana moja kwa moja, unaona sasa tunaanza sasa kuonekana moja kwa moja. Kwa hiyo mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri, umetusaidia sana na sisi tunakuchukua kabisa kama wewe ni mtu wa sekta binafsi. Tukiamini kabisa kwamba tukiendelea na wewe kwa miaka mitano hii chemba itabadilika kabisa na shughuli zote za biashara Tanzania zitakuwa tofauti kama zilivyo sasa hivi. Na waziri anakitaje kwa sababu amekuwa kitali hizi kama ni kwa nini hizi kwa nini hii kwa nini hizi mabumba kumbuwa. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye anataka kuona mabadiliko. Na ndiyo maana kwa kwa sababu tunafanya mabadiliko kwa sema kwa sema kwa sema kwa sema ndo kiongozi sahihi wa kumwalika ili aweze kutupa moyo wa kufanya mabadiliko zaidi na chemba yetu kusonga mbele.